Mtoto ambaye anaitwa Andrea Gabriel nilimzaa mnamo tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja mwaka jana, na nilimzaa akiwa njiti koo. Sasa hivi ana umri wa mwaka mmoja na nusu, lakini ana changamoto nilimzaa, mtoto alikuwa hana sehemu ya haja kubwa. Nilimzaa hospitali kubwa Morogoro, hapo nikapata transfer nikaenda naye Muimbili. Huyu ni Evelina Sales, mama wa mtoto Andrew ambaye amezaliwa akiwa hana sehemu ya haja kubwa. Families Media tumepata nafasi ya kumtembelea na kufahamu changamoto anazopitia katika kuhakikisha mtoto wake anapata matibabu. Naitwa Evelina Sales, nipo mkoa wa Morogoro, kijiji cha Rukobe, mtaa Rukobe Juu. Nakabiliwa na changamoto ya mtoto akiwa na matatizo mtoto ambaye anaitwa Andrea Gabriel nilimzaa mnamo tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja mwaka jana, na nilimzaa akiwa njiti. Kwa hiyo sasa hivi ana umri wa mwaka mmoja na nusu, lakini ana changamoto. Nilimzaa mtoto alikuwa hana sehemu ya haja kubwa. Nilimzaa hospitali kubwa Morogoro, hapo nikapata transfer nikaenda naye Mwimbili. Mwimbili kule akafanyiwa operation ya pembeni lakini karudi nyumbani pamoja nilivyokuwa nimekaa kule, nilivyorudi nyumbani kutokana na hali ilivyokuwa ngumu. Kwanza moja kwa moja Mwimbili huko nilitoka kwa ajili ya msamaha, nilikuwa sina kitu, niliomba msaada ustawi wa jamii, lakini wakaniambia pamoja na msaada tutakata hela kidogo za serikali, lakini tutatakiwa nilipe. Kwa hiyo Mwimbili kama Mwimbili nadaiwa laki nane ambazo ni za awali alivyokuwa amefanyiwa mtoto wangu presheni. Lakini niliporudi nilikutana na changamoto nyumbani, nilikaa kalip nakaribia miezi minne Mwimbili huko. Nilivorudi nyumba niliokuwa nimekaa nilifukuzwa, nilikuwa nadaiwa kodi elfu sabini. Nikawa nimefukuzwa. Kwa hiyo hapa mnaponiona ni nyumba ambayo nilipewa na mtu tu akaniambia njoo usafishe hapa uishi tu kwa muda kutokana na changamoto nilizonazo. Lakini moja kwa moja nina changamoto ya mwanangu sasa hivi nakaribia mwaka mzima sijampeleka kliniki. Kwa sababu niliambiwa nimpeleke kliniki, lakini kutokana na hali ya, ya ya kiuchumi ambayo imenikosti sijaweza kumpeleka Mwimbili. Ko sasa hivi ana mwaka mzima ajaenda Mwimbili na ni kliniki, lakini bado kuna shida ndogondogo ambazo zinatokea kwa sababu hapa alipofanyia kuna operation, kuna njia mbili, moja ya juu inatoa kama usaa, usaa sehemu hii kama vile imevimba. Kwa hiyo nilikuwa naomba Watanzania wenzangu mnisaidie. Katika jambo la kuhuzunisha ni kwamba mama huyu anaishi katika nyumba za kupanga huku akiwa hana kazi mbadala ya kumwingizia kipato. Sasa hivi na changamoto sehemu ya kukaa kama ndo hapa nimekaa tu kwenye nyumba ya mtu. Lakini sina, yani sina biashara kula kwenye shida. Kwa hiyo na omba wa Tanzania mwenzangu nisaidie. Uwezo wa kufanya biashara ni nao, lakini kutokana na changamoto ya huyu mtoto sijaweza kufanya biashara, nipo tu nakula kwa sababu ya vibarua vidogo vidogo. Mtu akinita nafanya kazi ndo nakula lakini changamoto ni kuhusu matibabu ya mwanangu, sijui nitamtibu vipi kutokana na hali yangu ilivyokuwa ngumu. Kwa hiyo nilikuwa naomba Watanzania wenzangu, atakayeguswa aweze kunisaidia. Nilikuwa naomba hilo. Mama Andrew, na umefanikiwa kupata watoto wangapi? Na watoto watatu. Na je, katika watoto wako hao watatu, huyu ndo wa mwisho? Wee. katika watoto hao wawili, kuna ambao wana changamoto kama ya Andrew? Hapana, wako vizuri tu, ni huyu tu ndo nilipata changamoto hiyo na wapo wapo, yaani level ipo a ipi ya madarasa ya elimu? Mmoja anasoma darasa la sita, mwingine darasa la tatu, hivyo hivyo. Kwa kuomba omba tu watu wanatoa msaada kidogo, ah, labda madaftari, labda nguo, hivyo kidogo ndo wanasoma kwa njia hiyo. Lakini kutokana na uwezo mama yao sina, siku zingine shule hawaendi, tunaenda kutafuta vibarua ili tule, watoto wenyewe tunafanya vibarua ili wapate madaftari. ko na changamoto nyingi sana, tuko na tatizo la mwanangu hili Inamaana uh, wanasoma shule ya mbali sana? Hapana, wanasoma hapa, lakini kuna siku zingine tunaamka, yani naweza kusema daftari sina, kwa hiyo namwambia, basi kama una daftari, tukafanye kazi kwanza, ndo utaenda shule. Tunaenda tunafanya kibarua, napata hela, ndo namnunulia daftari, ndo anaenda shule. Ni vibarua vipi hasa ambavyo mnavifanya kwa sasa hivi kutokana na changamoto? Ni kibarua, kwa mfano mtu ananiita nikafue tu nyumbani kwake, nikamfanyie usafi sababu siwezi kwenda shamba kutokana na mazingira ya mtoto. Kwa hiyo nafanya tu kazi za manyumbani nyumbani tu ndogo ndogo za kufua, kufanya usafi kwenye majumba. Katika mahojiano mama Andrew anasema kwamba mume wake ambaye alizaa naye aliamua kumkimbia baada tu ya kuona mama huyu kapata mtoto mwenye mapungufu. Vipi kuhusiana na mume wako? Mume wangu, yeye aliondoka toka kipindi kile nivyojifungua, siku ile ile ya kwanza nilivompigia simu akaniitikia, siku ya pili akawa patikani. Kwa hiyo nilivyopelekwa Mwimbili ndio na simu yake akafunga, toka siku hiyo ko mpaka nimerudi. Nilivyorudi nikakutana na changamoto ya hali ngumu, vitu vyote ndani nikauza ko nikawa na maisha magumu kutokana na ilo. Mwenzangu alinikimbia toka sikuhii lele ya kwanza. Na hawa watoto wako wawili ni watoto wa baba huyo huyo ambaye amekukimbia? Hapana, hawa watoto ni wa baba mwingine wawili. Wow, huyu mmoja ndo babake amekimbia. Yeah, okay. Na vipi kuhusiana na upande wa ndugu, wana mchango wowote ambao anakusaidia au oukutana kwenye upande wa ndugu? Mimi nina mdogo wangu mmoja tu ndo aliobaki. mm -hmm. Wengine wote walishafariki. Mwingine alikuwepo kakaangu, lakini alipata ajali mwaka juzi akawa amefariki. Kwa hiyo tumebaki wawili tu, mimi na mdogo wangu. Pole, asante. Na kwani mlizaliwa watatu? Na tulizaliwa wengi tu, wengine wameshafariki kwao, tukabaki wanawake wawili na huyo mkaka mmoja, kwao akawa amepata ajali mwaka mwaka juzi, akawa amefariki. Kwao tumebaki mimi na mdogo wangu, naye mwenyewe anahangaika tu na imunyana, maisha na watoto watatu, anapambana tu, siku nyingine kama anapata anajaliwa ananitupia tu hela ya kula, anafanya vibarua tu vidogo vidogo, hana kazi yoyote, kwao uwezo wa kusema atanisaidia kuhusu swala hili la ugonjwa. Hawezi. Na kwa upande wa wazazi wako mzazi wangu amebaki ni mama tu ndo amebaki. <gibli> Na yeye mwenyewe sasa hivi hapa hayupo, na huko aliko nasikia anaumwa, kaenda Tabora huko. Alikuwa ameenda kuangalia kaburi la huyo kaka yetu, kwa sababu alifia huko, alipata ajali huko, kwa walivyoenda. Na yeye mwenyewe sasa hivi anaumwa, hali yake sio nzuri, yupo Tabora huko. Nyinyi ni <gibli> wakazi <gibli> wa Tabora? Sisi ni wakazi wa Tabora. Sasa na vipi kuhusiana na mchango wa majirani ambao anakuzunguka Mwana tunajua majirani ndio sehemu ambayo unaweza kupata msaada kwa haraka sana, tunapopata nabatatizo haswa, labda ma nyakati za usiku, mtutu amezidiwa. Ni mchango upe ambao majirani anakupatia? Majirani wananikimbilia kwa karibu, wananipa ushauri, wanisaidia kidogo kwenye upande kula, labda kama siku sina kitu wanamsaidia. Nawashukuru sana majirani zangu, nao vizuri tu, lakini kutokana na changamoto wenyewe, nao maisha yao unakuta hivyo, lakini anakusaidia tu, hata ushauri unatosha. E. na ni mchakato upi ambao uliuchukua ama ulienda kufuatilia kuhusiana na mume wako, baada ya kuondoka, ama hukua tena na habari ya yeyote kumtafuta? Sikuweza kumtafuta kwa sababu simu yake ilikuwa haipatikani, kwao sijamtafuta mpaka leo sijamtafuta. Ni miaka mingapi sasa? Ah, ni umri tu wa mtoto huyu, kwa sababu toka alivyozaliwa, yani siku ile ile ya kwanza nilimtafuta akaitika na siku ya pili hakuitika tena, na simu akawa ame blacklist na akawa ameifunga kabisa, naona nadhani na line nayo akabadilisha, mpaka imefikia hatua ya ku block. Ulimwelezea hatua ya mtoto alivyo, ama ulimwambia tu kumejifungua? Nimwambia nimejifungua, alafu hakuwa ni mwanaume. Nilikuwa naishi naye tu, hana mwanamke, lakini tulikuwa tunaishi tu e, tulikuwa bado tujaoana, tulikuwa tunakaa tu, kutokana na vile labda tulivyokuwa tumeoana, kaona labda majukumu yatakuwa makubwa. Na mtoto naye ndio hivyo kazaliwa ana, ana hali hiyo ya sehemu ya haja kubwa hana ko ndo akaamua labda kunipotezea hivi. Ulimwambia kwa mtoto amezaliwa ana changamoto moja mbili tatu. Nilimwambia baada ya siku tatu kwa sababu mimi mwenyewe nilivyojifungua nilikuwa na hali ngumu, kwa hiyo baada ya siku tatu ndio nikaenda kwenye wodi ya watoto ndo wakawa wamenieleza hivyo na kesho yake wakawa wamenichukua wamenipeleka Muhimbili. Sawa sawa. Na kipindi hicho naishi na huyo mumeo, mlikuwa mnaishi hapa hapa Morogoro. Tulikuwa tunaishi hapa hapa Morogoro tulikuwa tumepanga na mpaka leo hajafanikiwa kumwona? Maana Morogoro hii tunasemaga binadamu hukutana milima ikutani. Amjafanikiwa kabisa kuonana? au kwa upande wa ndugu zake ulikuwa huna mawasiliano na ndugu zake? Kwanza nilikuwa siwajui hata ndugu zake, mimi nilikuwa namfahamu yeye tu, ndugu hata kaka yake hata dada yake amna, hapana, sijawahi kuwaona. Ina maana yani alikuwa atembelei ndugu zake? Kwa kweli, yani sijawahi kumuona Maendu, changamoto kama hizi zimekuwa ni nyingi, ambapo tunaona wazazi wengi ama tuseme wamama wa Tanzania wanapojifungua watoto wanapokuwa na matatizo, wanaomeza wanakimbia. Unafikiri ni kipi hasa ambacho kinapelekea mpaka wanaume wanakimbia? Uh, sijajua ni kipi kinapelekea mpaka wanaume wanatukimbia, sijaelewa. Kwa sababu tunakuwa tunaishi vizuri, lakini kutokana na changamoto, si kutokana na kiuchumi, sielewi Sababu mtu mnaishi vizuri, baadaye ukija kumwelezea matatizo anakukimbia kama hivi, anakuachia matatizo, na mimi sina uwezo wowote, nipo tu hapa. Ndio maana nikaja kwa Tanzania wenzangu, niombe angalau msaada, kwa atakaye gusa aweze kunisaidia na mazingira magumu, kwa sababu mtoto huyu jinsi ninavyomlea ndo jinsi anavyopata na changamoto, kwa sababu sasa hivi ana tatizo la kiafya, mazingira yake ni magumu, hata afya yake imekuwa ni duni sana, kutokana na alishe hana kutokana na mazingira mwenyewe miezi nikipata, viunga, kidogo, ndo na, hivyo, napika ugali huo, ndo naye anakula huo huo. Ana tatizo la lishe nayo linamsumbua kwa sababu mpaka sasa ana mwaka na miezi sita, lakini hajatembea yupo tu hajasimama dede kutokana na afya yake duni. Umesema kwamba Andrew ana sehemu ambayo alifanywa operation na umesema zimejigawa sehemu mbili ambapo sehemu moja imevimba, unafikiri haswa ni, se, ni kwa nini hiyo sehemu imepelekea kuvimba? Kutokana na mazingira jinsi ninavyomlea na bakteria wanamwingia, ndio maana, kutokana na mazingira yenyewe magumu ninayoishi, nadhani ndio imepelekea labda sehemu hiyo kuvimba. Lakini nikwaga inatokea hivyo nampeleka hospitali, lakini wananiambia kwamba ni bakteria wanamfuata mtoto. Ndio maana kuna sehemu inatoa kama vitu vichafu kama usaa na sehemu nyingine imevimba ko ina, yani kama bakteria wamemwingilia yani. Ni hatua gani ambazo zinachukua sasa ili kumfanya mwanao asipatwe na matatizo kama hayo? Ndio maana nikaje hapa ili niombe msaada kwa Watanzania wenzangu watakaoguswa, ili niweze kumpeleka angalau kliniki, kwa sababu kliniki sijaenda. Nikimpeleka kule ndo wataniambia kwamba mwanao ana shida gani. Sijaenda hata kliniki, hata nauli tu ya kwenda tu kliniki yani ni shida yani, nitafuta tu hela napata ya kula tu basi kwa nilikuwa naomba angalau nipate hata nauli tu nimpeleke hata kliniki kwanza, kabla ya matibabu, lakini wenye kugusu hata kwenye matibabu kabisa, kwa sababu kule aliniambia kama sintokuwa na bima niwe na milioni mbili, lakini nikiwa na bima angalau niwe na milioni moja, na wanaweza wakamfanyia mwanangu, kwa sababu ana operation bado mbili. Moja watamfanyia chini, na wengine watakuja tena wachane hapa, ili waamishe, kwa sababu hapa wametoa utumbo ili waurudishe kwa chini na changamoto hiyo kando, nilikuwa naomba msaada kwa Tanzania wenzangu, atakayeguswa waweze kunisaidia sasa. Na sasa hivi katika hali ambayo mdogo wetu Andrew anayopitia, ni vitu gani ambavyo unatumia kumstiri, ni vitambaa ama ni pampas? Ni vitambaa tu vya kawaida kwa sababu nilivyokuwa kule Muhimbili waliniambia nitafute angalau vitambaa vyeupe vile, ndio niwe na mstiri, lakini kutokana na hali sasa vile vitambaa sikuvipata, kwa hiyo namfunga nguo tu kama nguo za kawaida hizi na chana, naona zina, zile nazo zinapelekea nayo kupata bakteria, lakini sasa kutokana na mazingira nitafanyaje? Kwa hiyo namfunga vile vile, nafua baadaye nakuja tena namfunga tena, lakini ilitakiwa nipate vitambaa vyeupe na pampasi zile, ili niwe nambadilisha vile vitambaa, au waliniambia kwamba nitafute ma gross yale ya hospitali yale ya kufungia vidonda yale ndio niwe nakata ndio niwe naweka kwa sababu nikilitoa nalitupa sasa mimi namfunga vitambaa baadaye navianika tena namfunga. Kwa uwezo wa kuchukua kitambaa na kukitupa na kuchukua kingine sina, lakini waliambia angalau niwe na yale magloves ili niwe namfunga, nikitoa nalitupa, nikitoa nalitupa, kwa uwezo huo mimi sina. Kwa atakayeguswa kunisaidia angalau hata mama nani, nitashukuru. Mama Andrew, neno lako moja kwa watazamaji ambao wanakutazama kupitia channel yetu ya Faza Families Media na utoe neno moja kwa upande wa mama yetu Samia Suluhu Hasani, raisi wa Tanzania, ni kipi haswa ambacho unaomba akusaidia? Mimi nilikuwa naomba nisaidie matibabu mamaangu Samia Suluhu Hasani anisaidie matibabu ya mwanangu tu, ko akiguswa anisaidie matibabu. Nilikuwa namwomba mamaangu, mama ma mwenye huruma niangalie, mi mwanamke nayeteseka matatizo haya ya mtoto, sina msaada wowote koo, nilikuwa naomba niangalie anisaidie ili niondekane na changamoto hiyo, angalau mwanangu akiwa yuko vizuri, naweza nikapambana nikaweza kutunza familia yangu. Na ni biashara gani ambayo kipo unaweza kuifanya? Mimi biashara yoyote naweza nikaifanya kutokana na mazingira tu, mwanangu akiwa yuko vizuri, biashara yoyote nafanya, yoyote naifanya, niko vizuri tu kwenye biashara yoyote nafanya. Sasa mtazamaji wa Father Families Media, huyu ni mama Andrew ambaye anakabiliwa na changamoto ambazo zinamkuta kijana wake ama tuseme mtoto wake anayefahamika kwa jina la Andrew ambaye ana matatizo ya sehemu ya haja kubwa. Ewe mwanamke, ewe Mtanzania ambaye unamtazama mama huyu, kumbuka huyu ni mwanamke mwenzetu, inabidi tumsaidie, tumuunge mkono kadri iwezekanavyo. Mimi nikwambie tu, bila kusahau kusubscribe, kushare, like na kukomenti. Mimi nikwambie tusisahau kumuunga mkono mama huyu kupitia namba ambazo tunaziweka hapo chini. Ukiguswa na jambo hili, tumsaidie mama huyu ili tuweze kumwinua kijana wetu.